Karibu tena katika channel ya Movitech Academy. Katika video hii tutazungumzia minimum recommended specifications ama sifa za kiwango cha chini za kompyuta kwa ajili ya kazi za designing, developing pamoja na engineering. Jina langu ni Muhammad na hii ni Movitech Academy. Kwa nini nazungumzia mada hii? Nazungumzia mada hii kwa sababu nimekuwa nikipokea maswali mengi sana kuhusiana ni sifa gani za kompyuta ambazo unaweza ukatumia kwa kazi za designing, na hapa nachukulia designing kama ni mfano, lakini watu kama developers ambao wanatengeneza mifumo mbalimbali au wanatengeneza games. Na vile vile engineers, hawa tunajua kwamba wanachora michoro mbalimbali mbali katika PC kama kuonesha demonstration na vitu mbalimbali mbali. Sasa watu hawa wanahitaji PC zenye uwezo mkubwa ama high performance PCs, na hapa nitazungumzia kiwango cha chini kama nilivyosema hapo awali, ila ukipata PC ambayo ina kiwango kikubwa zaidi itakuwa ni bora. Sasa unapotafuta PC kuanzia hii leo ama jitathmini PC ambayo unatumia. Mimi natumia PC ya Mac, M1 chip ambayo ina uwezo mkubwa sana kwa kazi ambazo unazifanya, sijaweza kupata shida yoyote. Kwa hiyo kama utakuwa na uwezo wa kutafuta PC ya Mac, basi ndio nitakushauri zaidi. Kuna tofauti kidogo ambao tutaweza kuona hapo mbele. Na hapa wacha tuanze na kuangalia sifa ya kwanza kwa upande wa processor. Ukitafuta kompyuta tafuta prosesa inayoanzia Core i5 generation ya sita na kuendelea. Kuanzia mwaka 2021 kampuni ya Mac imeondokana na matumizi ya uh, Intel chip na imeenda katika M chip. Na hapa kwa mfano mpaka sasa hivi tunapozungumzia kuna M4 chip. Kwa hiyo imeanza M1, M2, M3 na M4. Sasa katika kompyuta za Mac hautaweza kuona ukinunua kompyuta ambazo ni latest, hautaweza kuona hii niko ku, ai ngapi ama generation ya ngapi. Utaweza tukujua kwamba hii ni M1, M2, M3 na M4. Sasa tukirudi katika sifa nyingine ya PC, ambayo unaweza kuchagua PC yenye RAM kuanzia GB kumi na sita. Kitu chengine hakikisha unatafuta PC inayotumia storage ya SSD badala ya hard disk ama HDD, kwa sababu SSD inakuwa na spidi kubwa zaidi ya HDD. Kwa hiyo tafuta angalau SSD mia tano kumi na mbili kwa sababu miradi kama hii inakuwa inachukua nafasi kubwa tukija katika kipengele cha muhimu kabisa, nacho ni graphic. Watu wengi wamekuwa hawana uelewa juu ya hii, na hapa ndipo tunapopata ile performance ya kompyuta ambayo tunaihitaji. Hakikisha kompyuta ambayo utanunua ina graphic card ama GPU, na hapa utachagua pc yenye kuanzia gb4 au 4GB kuendelea zipo za 1GB, 2GB, 8GB lakini minimum chagua 4GB. Tukija kwa kipengele cha mwisho ambacho tunaweza kukiangalia ni kwamba saizi ya screen ama ukubwa wa kioo wa PC ambayo unashauriwa utumie. Kazi za designing, developing na engineering zinatumia software mbalimbali ambazo zinakuwa zina mambo mengi na unahitaji kazi yako uweze kuiona vizuri. Kwa hiyo hakikisha unachagua PC angalau iwe na ukubwa wa inchi 15.6 na kuendelea. Ufafanuzi mfupi: specification hizi zinafanya vizuri kwa kazi za kawaida na za kati katika software kama vile Photoshop, Illustrator, VS Code, AutoCAD, Revit, Premiere Pro na kadhalika. Lakini kwa kazi nzito zinazohitaji 3D rendering ama simulations kubwa, performance yake inaweza kuwa ya kawaida. Hebu niandikie kwenye comment ni PC gani ambayo unatumia kwa wakati huu na unaonaje ufanisi wake?